tatu. Kwangu ushindi, sababu tumecheza nje ya kiwanja tumecheza nje ya mashabiki wetu kwa, kwa tumecheza na timu kubwa ambayo ina wachezaji wengi nyota kutoka mataifa mbalimbali. Ushindi pointi moja kwetu ni ushindi, sababu ukiangalia mchezo huu uli balance. Timu zote hazikucheza kwa kasi kubwa hasa kipindi cha kwanza E, Simba aliweza kupata goli na baadaye Mtibwa akapata kipindi cha pili goli. Simba wakuonyesha kiwango kizuri kidogo dakika 45 za kwanza tukasema hii timu, lakini nadhani Mtibwa alikuwa anawasoma Simba wale. Kipindi cha pili nao alianza kubadilika Mtibwa, na hatimaye tukaweza kupata goli. Simba ni timu kubwa kulinganisha na Mtibwa na ina professional wengi na naamini na wachezaji wa gharama kubwa kuliko Mtibwa Sugar. Kabla ya kuelekea mchezo huu, mwambia nini wachezaji ambao mkakuwa na morali ya hali ya juu na licha ya kuruhusu goli moja mapema lakini haikuwafanya kupoteana, na wamejipanga na kipindi pili na wakahakikisha wanasawazisha. Nini mliwaambia wachezaji? Kwanza niseme tuna mwalimu Mkenya Yusuf Chipo ambaye ni mmoja wa walimu wataalamu sana wa masuala ya kiufundi ndani ya kiwanja. Kwao amejaribu kutengeneza, ukiangalia vijana wengi wadogo wengi wao hawajafika miaka ishirini hapa, lakini mwalimu amewaamini, anajaribu kuwatengeneza wawe bora pamoja na kwa Simba timu yenye wachezaji wazuri lakini walijazwa furaha matumaini kwamba inawezekana. Nyinyi fuateni mpira tu, kabeni tu, na mkipata pasi basi tuwekeni mpira kwenye nyavu. Kuna kitu chochote mliwaahidi nyuma ya pazia? Hapana, hiyo ni kazi yao, hiyo ni kazi yao, lazima watupe mafanikio sisi, sababu hiyo ni kazi yao si, ile ni ajira kama kazi nyingine. Kwayo, kwa hiyo wachokifanya kwetu ni kizuri , Harun wachezaji wadogo kutoka timu ya, ya vijana Mtibwa mara mara? Kwa ndicho chuo cha mpira cha kukuza vijana nchi, tumefanya uwekezaji mkubwa sana na lengo letu, tuwe na vijana wengi ambao tunawatoa mitaani tuwalee tuwape misingi bora, namna bora, baadaye waweze kutumikia nchi hii kwenye timu zetu za taifa. Kwa hiyo hatuna lengo kusema tutengeneze vijana wachezee Mtibwa tu sisi. Wakishakuwa wanataka kuondoka, wameshaiva tunawaruhusu. Lengo letu ni kupata vijana ambao tunawatoa mitaani, wapate ajira kutumia, kupitia mpira. Kwenye ubora wao. Simba nao sijaona ubora wao. Nilikuwa naogopa sana kusikia Simba inasajili wachezaji wa kimataifa wengi, nilifikiri kwamba wana tofauti na Watanzania, lakini nikiangalia wale wa kigeni wamefanana na wale wa Mtibwa tu wa kawaida. Kwa hiyo makosa ukifanya, si tunakuadhibu. Kwa hiyo watu wa kawaida sana, kwa au... wachezaji wao wa kimataifa ni wa kawaida sana kwa nchi yao kawaida sana sana. Na kwa nini sielewi, nchi hii inakimbilia sana nje ya Tanzania. Ukiangalia Simba misheni wachezaji wengi hao, wa Tanzania watapata wapi nafasi ya kuonekana tuweze kutengeneza timu ya taifa nzuri? Tukiwaamini hawa wa kigeni sio jambo zuri sana. Hebu tuangalie hata wazawa leo. Hao Mtibwa amecheza vizuri, mchezaji mmoja tu tumemchukua Singida Black Star, ambaye ni wa kimataifa kutoka nje, beki namba tano wetu. Ukiangalia uwezo wa nyota hawana tofauti na wachezaji wetu na tumeonyesha tumewazidi ujanja wale, na vijana wadogo kweli kweli ambao tumewachezesha wadogo sana, wengine hapo wameingia Mtibwa wanacheza ah, chini ya miaka kumi na saba, kumi na nane, lakini beki namba tatu ameingia kipindi cha mwisho. Hiki ni beki ambaye tunamtengeneza baadaye wa wenyota, hata Simba wakitaka kuchukua tunaruhusu.